Waalimuha lnas, jifundisheni elimu ya mirathi na mwafundishe watu fainahu nisfu lilm, kwa sababu elimu ya mirathi ni nusu ya elimu. Wa huwa yunsa na elimu hii ina tabia ya kusahaulika. Katangulia Mtume sal llahu alihi wa salam kusema, taalamu lfaraidha, jifundisheni elimu ya mirathi. Kwa hiyo sisi kama Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana, e, tume, na ya tumechukua nafasi ya kushughulika na masuala mazima ya mirathi kwa kuirithisha, kwa kushughulika na kuirithisha mali za marehemu, na hilo ni miongoni mwa majukumu yetu ya msingi kabisa kwa sababu kwa kukumbushana tu eh, ofisi ya Kamishina Wakfu na Mali Amana inashughulika na maswala mazima ya mirathi, inashughulika na maswala ya, ya zaka na misaada, inashughulika na maswala ya wakfu eh, na mimi kama ni afisa wa Kamishina Wakfu na Mali Amana eh, katika wilaya ya Kati niko katika kuhamasisha wananchi kwa ajili ya kwanza kuitambua Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana, lakini pia kuyajua majukumu ya Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana, na moja miongoni mwa jukumu lililokuwa kuu kabisa ni jukumu la kushughulika na masuala mazima ya mirathi. Na kwa sasa tunashughulika sana na, na tunayo programu ya kufikisha elimu katika mashehia mbalimbali katika ile sehemu ambayo kila mmoja miongoni mwa maafisa wa wilaya ameainishwa, mimi kama mhusika wa dayakati fika katika sheria mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha nafikisha elimu ya mirathi kwa sehemu fulani, lakini pia kuitambulisha kamisheni ya wakfu na mali ya amana kuhusiana na majukumu yake, kama tulivyotangulia, masala ya mirathi, masala ya wakfu, na alhamdulillah kwa namna fulani pata mwitikio kutoka wa, wa nanchi mbali mbali, shihia, kwa wananchi mbalimbali katika shehia tofauti za wilaya kati. Kwa asilimia fulani tumeanza kufungua majalada kutoka sehemu mbalimbali za wilaya kati Marumbi, Uroa, eh, Koani E, hata sehemu za Uzi, Mchangani, sehemu tofauti, tofauti tofauti, tumekuwa tunapokea e, mashauri ya mirathi ya na tunashughulika na kuzirithisha mali za mirathi ili ifikie pahala kila ambaye ana haki yake katika mirathi, baada ya kuipokea aweze kupata haki yake bila ya kuikosa. Baada hayo, wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.